E, kwa jina naitwa Erastus Tui, ni mkazi wa Makongo Juu, Dar es Salaam, na kwa kweli ina furaha ya jaku sana na furaha kubwa sana sana. Uh, kwa ushindi huu ambao nimeupata wa gari Prado, uh, Land Cruiser Prado kwa kweli ni baraka ya kipekee uh, na namshukuru Mungu sana kwa hili. Si jambo la kawaida kushinda gari kubwa namna hii, na mimi katika maisha yangu sijawahi kushinda hata shilingi elfu kumi. Uh, na sio tu hicho. Uh, siwahi kufahamu hata mtu mmoja, awe ni ndugu yangu au marafiki zangu sijawahi kufahamu hata mtu mmoja ambaye namjua hivi ambaye amewahi kushinda. Amewai yes, kushindaasama. Kwa jina naitwa Neva. Ni mkuu wa kitengo cha soko na mawasiliano ya NBC. Ah, hapa leo tunapata ushindi wetu wa kampeni yetu ya malengo. Ah, kampeni yetu ilianza kama miezi mitatu iliyopita. Ah, kampeni ile ilikuwa ni ya kuhamasisha watu kuweka akiba kwenye akaunti zao kwenye kampeni hii ilifanya mahususi uh, kwa wateja ambao wanaweza kuingia milioni hamsini kwenye akaunti zao, na inabidi uweke akiba hiyo kwa muda wa okay, miezi mitatu uh, na baada ya hapo tukafanya uh, raf, na hapo tulipata mshindi wetu Bwana Rasi ambaye ameshinda hii gari uh, leo malengo bado inaendelea, si kwamba inaendelea kwa kampeni, lakini account ya malengo bado ipo. Kwa hiyo tunahamasisha pia wateja wengine, kama wanataka kuza akiba wanataka kuza akiba na ICC. Na kwa kuwa tumeona kwamba kampeni hii imefanya vizuri na wateja wamefurahia, tunafikiria vijiji tutakapo launch tena kwa mara ya pili, na tutaibadilisha kidogo ili iweze kupendeza zaidi kwa watu uh, hii gari nadhani ilikuwa kama kama uh, dola 100. Hii kampeni haifanyiki kila mwaka. Kwa muda huu tulifanya mahsusi kwa wateja wetu ili kuweza kuhamasisha akiba. Tunayo akaunti ya Malengo ambayo kwamba na ina wateja wa kila aina, lakini uh, sema kwa muda huu tulifanya kampeni hii kwa wateja wetu uh, uh, ili waweze kuleta uh, akiba zaidi, lakini kwasasa wateja wa kati na wateja wa chini. Nakama aliposema kwa kuwa tumanakaba ilifanya vizuri sana, sasa kua upeo wake zaidi, iituwezeshe wateje wengine wenye ina tofauti waweze kujiga kwenye malengo. Kwa hiyo uh, launch mara ya pili kweli tuta, tutaangalia jisi wengine ambao wanaweza naonaza